Kinachotajwa kama jitihada endelevu za Chama cha Mapinduzi pamoja na kinachoitwa mfumo dhidi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwenye, kwa lengo la kukihujumu chama hicho kikuu cha upinzani leo imechukua sura mpya baada ya kundi la G55 lililoibuka ndani ya Chadema ambalo pia kuibuka kwake kulihusishwa na jitihada hizo hizo za CCM pamoja na hicho kinachoitwa mfumo. Leo kundi hilo la G hamsini na tano limejiunga rasmi na chama cha ukombozi wa umma, kwa kifupi Chaumma. Kwa hiyo leo Jumatatu, halmashauri kuu ya Chaumma imefanya kikao uh, jijini Dar na kuwapokea rasmi waliokuwa viongozi waandamizi wa Chadema waliounda kundi la G55. miongoni mwa waliokabidhiwa kadi za uwanachama ni aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar Salum Mwalimu. Pia naibu katibu mkuu wa Chadema Bara Benson Kigaila na aliyekuwa mwenyekiti wa kanda ya kati Devotha Minja. Tukio hili limekuja uh, miezi michache baada ya kuibuka kwa genge hilo la G hamsini na tano lakini pia ni siku chache baada ya viongozi hawa wa zamani wa Chadema kutangaza kujivua wanachama kutoka katika chama hicho cha demokrasia na maendeleo Chadema. Kwa kifupi tu kundi la G55 liliibuka mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa Chadema uliokamilika Januari mwaka 2025. Na awali kundi hili lilijitokeza hadharani kwa kutoa waraka na katika waraka huo walieleza kwamba wao wanapingana na ajenda ya no reforms no election kwa upande mmoja kwamba wanaunga mkono umuhimu wa reforms lakini hawaafiki Chadema kususia uchaguzi Uh, baada ya kutoa waraka huo mapokeo yalikuwa hafifu, watu wengi waliupuuzia. Wakafanya kikao na waandishi wa habari press conference. Kama baada ya wiki moja baada ya huo waraka, na katika press conference walichofanya ni kurudia kile walichokuwa wamekieleze katika ule waraka um, lakini pia hilo halikugusa hisia za watu, na majuzi hapa wakatangaza kuwa wanajiondoa rasmi ndani ya CHADEMA. Uh, na taarifa zilishasambaa kwamba watu hao walikuwa na mpango wa kujiunga na chama kimoja cha upinzani na chama kilichokuwa kinatajwa zaidi ni hiki cha umma. Kwa hiyo katika kikao hicho cha leo cha CHAUMMA, sio tu kimewapokea wanachama hao wapya bali pia kimewapa vyeo vya vie juu mara moja. Salum Mwalimu ametangazwa kuwa katibu mkuu mpya wa CHAUMMA akichukua nafasi ya Muhammad Masud Rashid aliyejiuzulu leo uh, aliyejiuzulu ili kutoa fursa kwa Salum Mwalimu. Benson Kigaila ameteuliwa kuwa makamu mwenyekiti wa CHAUMMA upande wa bara na Devotha Minja ametajwa kuwa naibu katibu mkuu wa CHAUMMA bara. Uh, aidha, Mohamed Masudi alikuwa katibu mkuu aliyojiuzuru ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu upande wa Zanzibar. Hata hivyo, uteuzi huu wa haraka haraka umezua maswali mengi kuhusu mpangilio wa awali 25, wa makubaliano kati ya G55 na uongozi wa CHAUMMA na hii inaweza kuwa kwa sababu katika uchambuzi huu ta huko mbele nazungumzia uwezekano wa mtafaruku kutokea huko chauma kwa sababu taarifa zisizo rasmi zinaeleza kwamba ndani ya chauma kuna baadhi ya watu hawana amani, hawana furaha na waafiki watu waliohama kutoka katika vyama, kutoka chama kingine na kuingia katika chama chao na kupewa vyeo vikubwa, wakati wao wanajiona kama ni watu walio kihangaikia hiki chama kwa miaka mingi kukipigania. Iweje leo mtu atoke huko alikotoka na kupewa wadhifa wa juu. Kwa hiyo hilo litaliongelea mbele kidogo katika uchambuzi huu. Kwa wanachadema wengi, hawa waliowahi kuwa viongozi wa juu yani hawa G55 wanaonekana kama ni watu walioshindwa kuvumilia kihalali ku, walioshindwa kuvumilia kushindwa kihalali kwenye uchaguzi mkuu wa chama hicho, kwa sababu takriban wote wa G55 ni kambi ya aliyekuwa mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mheshimiwa Freeman Mbowe ambaye tunafahamu alibwagwa katika uchaguzi huo mkuu na Mheshimiwa Tundu Lissu. A, pia hao G55 ambao wengi wao leo wamejiunga na CHAUMMA wanatuhumiwa kuwa walikuwa na kiu ya madaraka kiasi kwamba walikataa kusubiri nafasi nyingine au kusaidia chama chao yani CHADEMA a, kwa nguvu na heshima, licha ya wao kupoteza nafasi a, za uongozi katika chama, katika chama hicho. Katika mitandao mbalimbali ya kijamii baadhi ya wafuasi wa CHADEMA wameandika kuwa hatua ya G hamsini na tano ni usaliti wa kisiasa na kwamba walipaswa kusimama na chama kwa misingi ya demokrasia, sio kwa misingi ya madaraka. Kuna hisia za wazi kuwa G hamsini na tano walihama si kwa sababu ya msingi, bali kwa sababu ya hasira ya kupoteza madaraka, wakati CHADEMA kupitia mwenyekiti wake mpya mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ikiendeleza kampeni ya No Reforms, No Election, viongozi hawa wa zamani walikuwa miongoni mwa walioisukuma kwa nguvu kampeni hiyo wakiwa bado kwenye chama, yaani kabla ya ujio wa Mheshimiwa Lissu. Hawa watu wa G55 hawakuwahi kutamka lolote dhidi ya ajenda ya No Reforms, No Election. Ikumbukwe kwamba ajenda No Reforms, No Elections ilitangazwa hadharani na na mwenyekiti wa zamani wa chama hicho mheshimiwa Mboe Disemba mbili ya mwaka 2024. Na wakati huo mheshimiwa Lissu alikuwa bado hajawa mwenyekiti wa chama hicho. Alikuwa bado makamu wa Chadema. Kwa hiyo ajenda ya no no reforms, no election ilitangazwa na mheshimiwa Mboe na pia ilipitishwa na vikao halali vya Chadema. Kwa hiyo hoja ya hawa jamaa kwamba uh, walikuwa naipinga kwa sababu haikupitishwa na vikao, lakini baadaye kudai kwa ajenda hii uh, ni ya mheshimiwa Lissu ilikuwa ni kutafuta tu sababu za Uh, kujiondoa katika chama hicho. Kwa hiyo mara baada ya mheshimiwa Lissu kuchaguliwa kuwa mwenyekiti, kundi hili la G hamsini na tano lilibadilisha msimamo na kuanza kuupinga kwa nguvu. Yaani kabla kundi alikuwepo, lakini kama mtu mmoja mmoja waliibuka kupinga hii agenda ya no reforms, no election. Kwa wa wengi, hii ajenda ya hiyo, kwa maoni ya Watanzania wengi, hatua hii imewafanya hawa watu wapoteze uaminifu wa kisiasa onekana kuwa walikuwa wakifanya kampeni kwa maslahi binafsi na si kwa misingi ya kweli ya kidemokrasia. Wanachama mamilioni waliobaki CHADEMA wanaona hatua ya G hamsini na tano ni uhaini dhidi ya chama chao, uhaini ambao badala ya kuelekezwa kwa watu hao sasa hivi dola imeuelekeza kwa mheshimiwa Tundu Lissu. Hatua ya G hamsini na tano kujiondoa CHADEMA na kujiunga CHAUMMA imekuja katika kipindi ambacho mheshimiwa Lissu anakabidhiwa na mashtaka mazito ya uhaini. Kwa hiyo, tukio hili katika macho tu ya kawaida ya kibinadamu linaonekana kwamba ni kukosa ubinadamu na kukosa utu, ni kama vile kumtelekeza mgonjwa hospitali, halafu kwenda kwenye sherehe. Aa, watu hawa takriban wote walikuwa ni wanufaika wa mchango mkubwa kabisa wa mheshimiwa Lissu katika kukiimarisha chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kumtelekeza wakati akiwa yuko jela na kwenda kwenye chama kingine. Huu ni usaliti na kwa hakika hausameheki. Lakini kufuatia mfululizo wa matukio haya kuna taswira ambayo imejengeka kwamba hili la G55 kwenda kuenda CHAUMMA ni sehemu ya mpango wa kisiasa unaoungwa mkono na CCM na mfumo uh, ambao lengo ni kuidhoofisha CHADEMA. Kwa muda mrefu kumekuwepo na madai kwamba kundi la G55 lilianzishwa kwa ushawishi wa nje ili kupandikiza mpasuko ndani ya CHADEMA, na tukio la leo linazidi kuimarisha dhana hiyo, hasa kwa kuwa wanachama hao wamepewa nafasi nyeti ndani ya chama walichojiunga wali nacho siku hiyo hiyo walipojiunga naiko chama k kama kulikuwa na maandalizi ambayo yalifanyika kabla ya swala hili lote kutokea. Kwa taarifa zilizopo ni kwamba uh, ili uh, CHAUMMA watapewa majimbo uh, na pia viti maalum vya ubunge na pengine nafasi kadhaa za udiwani. Um, hizi ni taarifa zisizo rasmi bado hazijaweza kuthibitishwa, lakini ni muhimu kukumbuka kwamba hata chama cha NCCR Mageuzi mwaka na 2020 kilipewa ahadi kama hii, na, na, na pia kilipewa magari na vitendea kazi na kuahidiwa vitu mbalimbali endapo wangeibuka na kufanya upinzani mkali dhidi ya Chadema. Hata hivyo, wote unafahamu nini kilichotokea kwa NCCR uh, Mageuzi elfu mbili na ishirini kwa hiyo tuna outlook hapa ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Katika muda mfupi, kuna uwezekano mkubwa CHAUMMA itaonekana kama tishio jipya na mbadala wa CHADEMA. Hii ni kwa muda mfupi, na hii inawezekana ikadumu kati ya sasa hadi wakati wa uchaguzi. Itapewa jukwaa, itapewa nafasi na muda wa kuonekana majukwani kama njia ya kuonyesha kwamba Tanzania ina vyama vya upinzani huru. Kwa hiyo, hii itakuwa ni kuua ndege wawili kwa jiwe moja: upande mmoja kukabiliana na tuhuma zinazo zinazoelekezwa dhidi ya serikali kuhusiana na kesi ya mheshimiwa Lissu, kwamba kuna ukandamizaji wa demokrasia kwa kwa hiyo CHAUMMA itapewa fursa kubwa kuonyesha kwa kwamba kuna demokrasia ya kutosha pamoja na vyama vingine vidogo vidogo. Lakini upande wa pili hii itakuwa ni jitihada ya kuona kama kuna uwezekano wa CHAUMMA kuwa mbadala wa CHADEMA. Hata hivyo katika outlook ya muda wa kati, yani kuna muda mfupi, lakini muda wa kati Um, mvuto huo unaweza kuyeyuka mara baada ya uchaguzi mkuu kufanyika, lakini kwa muda mrefu inatarajiwa kutatokea mvutano mkubwa ndani ya CHAUMMA kati ya wanachama wa zamani wa chama hicho na hawa wa G55, hasa kwa sababu ya utoaji wa vyeo vya juu kwa wageni waliowasili siku hiyo hiyo. Mgogoro wa ndani unaweza kuifanya CHAUMMA kupoteza kabisa umuhimu wake wa kisiasa, na chama chenyewe hakina umuhimu hata sasa, ni huu umuhimu wa kutengenezwa Kadhalika, uteuzi wa Salum Mwalimu kuwa katibu mkuu wa CHAUMMA unaangaliwa pia katika muktadha mpana wa siasa za Tanzania visiwani na bara. Kwa wengi, uteuzi wake unaakisi kile kinachoitwa na baadhi ya, wacha, ya wachambuzi kama Zanzibarization of Tanzanian politics, yaani kuzanzibarisha siasa za Tanzania, kwa maana nyingine, ushawishi wa siasa za Zanzibar kupenya katika vyama vya kitaifa kwa njia ya uteuzi wa viongozi kutoka visiwani. Aidha, Mwalimu amekuwa mmoja wa wanasiasa wanaonekana kuwa karibu na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye pia anatoka Zanzibar, jambo ambalo linazua hisia kwamba huenda uteuzi wake una mwelekeo wa kuipendelea CCM katika nana isiyo moja kwa moja katika siasa za bara. Hili linaongeza hoja kuwa CHAUMMA huenda imegeuzwa kuwa chombo mbadala cha kisiasa chenye lengo la kuzuia ushawishi wa CHADEMA. Sasa katika hali ya sasa matukio matatu yanayoweza kutokea hizi. Huu ni ubashiri wa kiintelijensia. Moja ni kubwa, uwezekano mkubwa ni CHAUMMA kitapewa nafasi ya viti kadhaa vya ubunge na pengine madiwani kwa msaada wa dola, lakini kitafifia baada ya uchaguzi. Uwezekano wa pili, na huu ni mdogo, ni kwamba CHAUMMA itaendelea kuwa maarufu kama mpinzani wa kweli dhidi ya CHADEMA na ACT Wazalendo. Um, kwa hiyo hili ni uwezekano wa pili, lakini huu si mkubwa sana. Uwezekano mwingine ambao huu kwa hakika ni mgumu sana kuwepo ni kwamba CHAUMMA kitageuka kuwa chama kikuu cha upinzani, yaani chama mbadala wa CHADEMA. Uh, na lakini kwa mujibu wa historia ya siasa za Tanzania, vyama vilivyowahi kutumika na dola huishiwa kuwa visivyo na umuhimu wa kisiasa baada ya uchaguzi, huku vikitawaliwa na migogoro ya ndani na usaliti kati ya wanachama wa awali na wageni waliopewa nafasi za juu. Kwa hiyo huu ndio mustakabali wa CHAUMMA, mustakabali wa siasa za Tanzania na hali halisi ilivyo. Je, wewe msikilizaji, una maoni gani kuhusiana na swala zima hili la G55 kujiunga na CHAUMMA, lakini kwa upande mwingine kuangalia hiki kinachotafsiriwa kuwa ni jitihada za dola kujaribu kukandamiza CHADEMA na upinzani kwa ujumla, kuna fursa ya kutoa maoni yako hapo kwenye commenti. Jasusi TV inaendelea kufuatilia swala hili. Asanteni kwa kunisikiliza na kwa hereni.